Na katika eneo bunge la Ugunja, maafisa usalama wa usalama wameonya dhidi ya machafuko wakati wa uchaguzi mdogo, na kuwataka wote wanaoshiriki kuzingatia sheria. Kamanda wa polisi wa Ugunja Benjoliffe Munuve amesema kwamba maafisa zaidi watashika doria katika eneo hilo kando na wale waliopo kwenye vituo vya kupiga kura. Mwanahabari wetu Laura Otieno amezamia maandalizi ya uchaguzi huo na kuandaa taarifa inayofuata sasa. Alhamisi asubuhi milango itafunguliwa kwa wapiga kura elfu sitini waliosajiliwa katika eneo bunge la Ugunja ili kushiriki uchaguzi wa ubunge baada ya Opiyo Wandayi kuingia baraza la mawaziri, huku tume ya IEBC ikikamilisha maandalizi. Maafisa wa usalama walikuwepo wakitoa hakikisho usalama wakati wa uchaguzi. Stations will be covered by maeneo ya mjini, biashara ziliendelea kama kawaida. Kaulimbiu ikiwa kwa wapiga kura kuzingatia amani. Watu watoke wote kwa maana watu ao wa wanasemanga hii by election watu wengi huwa waendi. Mimi naomba watu watoke hiyo tarehe, uende uchague mtu wako ambaye roho yako ilikuwa ameshaamua utamchagua yeye kama mbunge wako. Vijana tukue chonjo na tukue macho e, tusikue watu wa kutumiwa, ati mwanasiasa amekupatia pesa kidogo, unataka kufanya mambo yako hapo ya ajabu, inaleta vifo na mambo vingine. Jambo ya tatu Waongozi uh, uh, wa, wa wetu hapa wenye wanaweza masimama wa, hawa eh, tunawaomba msilete au magunzi wenye wanasumbua sisi akili, mkileta wagunzi itamanisha sasa kura hakuna. Kiputa cha kiti cha ubunge cha Ugunja kimevutia wagombea kumi kukiwa kumesalia saa chache kabla ya uchaguzi mdogo. Asasi za usalama eneo la Ugunja zimetoa onyo dhidi ya wale wanaopania kushiriki vurugu, kwa watachukuliwa hatua za kisheria. Laura Otieno, Runinga ya yes, Citizen.